Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje bwana? hii ni Window Max TV. Bwana leo, nitakwenda kukuonyesha bidhaa ambazo tayari nimeshaagiza na mpaka kufika kwake mpaka kuweza kuipokea, hivyo basi ninaenda kudhibitishia ile kitu ambacho nilikuwa naambia kila siku kiagiza vitu katika AliExpress. Kama jinsi unavyoona hapo AliExpress, hiyo hapo. Nitakwenda kukuonyesha bidhaa ambayo nimeagiza nimeenda kuipokea tayari na mpaka sasa hivi ninaitumia. Hivyo basi moja kwa moja naingia kwenye akaunti yangu hapa, nitaingia sehemu wameandika returns, nitakwenda kukuonyesha, nitaenda kwenda kwenye view all hapa hapa. Kuna baadhi ya bidhaa ambazo nilishaagiza, of course vitu vya r ambavyo naenda kukuonyesha ambavyo tayari nishavipokea ni hii hapa, inaitwa BM 800 Karaoke microphone studio. So hii ni mic ambayo inaenda kutumika kwa ajili ya kutengeneza video za YouTube na kila kitu. And then kuna hichi hapa kitu kifaa kinaitwa kinaitwa microphone pop filter studio recording. So kitu ambacho ninakwenda kukionyesha ni hichi hapa, kama jinsi unavyokiona hapo. Hichi ndio kitu ambacho nikienda kukiagiza kama jinsi unavyokiona.

Kama jinsi ulivyoiona, kazi yake ni nini hiyo? Ni kwa ajili ya kutumia katika mambo ya studio nini, na haka hapa ni kale ka kidude ambako kanatumika kwa ajili ya kuchuja au kwa ajili ya kusave mic yako isipatwe na katika kuongea, kuongeana tofautiana, unaweza ukawa unaongea kwa kutema mate kwa kufanyaje, ko hii inaenda kusaidia mic yako katika iwe katika mfumo huo, so hivi ni tayari nimeshaviagiza. Tayari safari ilianza kuelekea mjini kwenda kufata mzigo ambao tayari tulishauagiza kutoka China. Hivyo basi, moja kwa moja tunaelekea katika ofisi za posta kwa ajili ya kwenda kuufata mzigo wetu. Baada ya kuwasili katika ofisi za posta, tulikaribishwa vizuri, kisha tukafanya malipo kwa ajili ya kulipia mizigo yetu, na ndipo tukafanya safari ya kurudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, tulikuwa na hamu kubwa sana ya kutambua kilichomo ndani. Kama jinsi tunavyoona, pameandikwa microphone, so tukaanza kufungua mizigo yetu na kuanza kucheki ni nini wachina walichotuwekea humu ndani, japokuwa tunakijua anza kwa kuchambua kimoja badala ya kingine na stendi. Kulikuwa na stendi kulikuwa na maiki yenyewe kulikuwa na waya kwa ajili ya kusafishia mawimbi kutoka kwenye maiki kwenda kwenye miksa yetu. So tukaanza kuunda maiki yetu katika mfumo wa kusimama katika stendi, hivyo basi kama jinsi unavyojionea bila kusahau tukachukua na kale tunakokaita kachujio kwa ajili ya kuchuja sauti yako itoke vizuri, tukaenda kukaunda pamoja na maiki yetu. Mpenzi mtazamaji, kama jinsi unavyoona, na hapo ilifika tamati ya kuanza kutesti mitambo, baada ya hapo kwenda kutumika kama sehemu ya studio ya kutengeneza video bora zenye mauzui mazuri, kama jinsi unavyoona, kama jinsi ulivyoweza kujionea. Hivi vitu ni ize kabisa. Jinsi ya kuagiza vifaa kama hivi nilifundisha katika video zangu ambazo tayari zishapita, unaweza ukaenda kutafuta jinsi ya kuagiza video mtandaoni. So usisahau kusubscribe, kushare na kucomment katika video nzuri ili uweze kujipatia video bomba na video bora kama hizi.